The sins of Babylon will be laid open. Here the testimony that here the testimony that Babylon is the church.

ya mbegu ya mwanamke. Na sisi sasa tutachagua tujue mwanamke ni upi eh, mbegu yake ni gani, na sasa hiyo hii mbegu ni gani? Mbona tuulize hiyo swali, masalio kwa mbegu ni sisi, mbegu ya mwanamke. Hiyo siri ya tena, kwa ni face ndio mbegu ya mwanamke, na mwanamke ilo kanisa nilikuwepo sanhedrin

na kitabu ya nini? Ya ibiria heli, hata uwe na kitabu ya nyimbo, vitabu tatu. Sasa wanakanga kitabu ya o lesson na

Nikwambie ni kwa nini apigane na wao. Unajua, saa hii Kenya wapigane na Tanzania e, eh, Tanzania wapige Kenya. Unajua atafanya nini? Watanua bendera ya Kenya kwa pande ya tisini, waweke hapo, waweke ya maanisha hii sio Kenya tena, hivi Tanzania mm, na wale watawala hapa si wa Kenya, ni wa Tanzania mm, Tanzania. Sasa Biblia inasema adui amesimama katika bendera yake, ni kuwa alama umefika hapo

wao wanaokutesa wamesimama kati ya kusanyiko wameweka eh zao mweka bendera zao zile alama. Nini? Bendera alama si alama, yaani kumaanisha kipanda bendera yake hapo ndiyo anatawala. Bendera yetu ilikuwa mbana ya malaika watatu. So naomba sasa nikiwa kwa system ya hiyo. Ndiyo ilikuwa bendera. Hapo wakatoa hiyo bendera ya rings, wakaweka ya msalaba na reeds. Mwaka wa 1997 wakati wa president wa General Conference Robert Robert Fokenberg

Maana Jetania amesimama analia sana asifakeri. Mungu atubariki. Amen. Ndio asili ndio asili ndio Israeli walikuwa na mtu akisaya sahihi nyumba ya Jerusalem yesterday conference Jerusalem, watu wengi mkubwa na wengi sasa wanajua blindness katika nyumba hiyo asili, watu ambao wana macho ya kuona, ehe, ila hawaoni, ila hawaoni. Hata mafungu mingine tunasoma hapa, hawaoni hata ila hawasikii

pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao, labda watafahamu wajapokuwa ni nyumba iliyo. Wanafunzi wa Yesu walipotoka Yerusalemu ilipozingiwa, hawakurudi huko.